Mchezo ulikuwaje? Ya, naweza kusema kwamba mchezo ulikuwa mzuri. Sisi ukiangalia, toka dakika ya kwanza tumeweza kumiliki mpira kwa asilimia kubwa sana, na tumeweza kutengeneza nafasi nyingi. Nafikiri bado tatizo letu la kuweza kutumia nafasi kwa magoli limekuwa likiendelea kwa, kwa, tuna kazi kubwa sana tuweza kupata goli la kwanza lakini hata hafu ya pili vilevile, nafikiri game ilikuwa ni the same kwa sababu tumeweza kumiliki sana mpira, tumedominate kila idara yote, tumecreate chance nyingi sana. Tazizo badani nimesema liko pale pale, tumeweza kupata goli 8 kwenye mechi ya leo. Of course ndio game. Kwa hiyo nafikiri tutarudi uwanja wa mazoezi kuweza kufanyia kazi, lakini yote kwa yote tuweze kuwapongeza wachezaji kwa kuweza kupata point tatu muhimu katika mchezo wa leo. Uh, first half half uli, ulikuwa unawafanyia pressing ya juu sana Mbeya City wakafanya makosa mkafanikiwa kupata magoli mawili, lakini second half, uh, mchezo ukianza tu timu ilionekana ikiwa down kwa maana ya press ile ilipungua. Ulizungumza nao nini kwenye vyumba vya kubadilisha nguo? Ya ni kweli, kipindi cha pili tu, dakika kumi za kwanza kweli tulingia tukiwa tuko chini sana, hata kuliona mimi ndio maana nikipigia kelele na nikilalamika, lakini baadaye waliweza kuamka. Normali, unapokuwa umeshashinda goli mbili na timu ambayo umeona wamedomeneti, wachezaji siku zote wanakuwa wameridhika, kitu ambacho mimi sikubaliani nacho na kuweza kupigana nao kelele na kuweza kurudi kwenye gemu na timu kuweza kupata goli la tatu. Yote eh, kwa yote tumshukuru Mwenyezi Mungu kuweza kupata pointi tatu leo. Coach, eh, mchezaji wako Bajabel kwa mara ya kwanza anakanyaga kwenye, eh, kwenye uwanja na anafanikiwa kupata goli. Hii ina maana gani nyinyi kwenu kama timu na wewe ukiwa kama mwalimu, uh, ukiona mchezaji wako anaenda kuongeza idadi ya magoli? Ya, kwangu mimi imekuwa ni furaha lakini kwa yeye ni furaha kubwa zaidi kwa sababu ni msaji ambaye alikuja akiwa na bahati mbaya, aliweza kupata, alikuja na injury na akapata injury. Almost muda wote amekuwa akihangaika na injury. Na leo ni game yake ya kwanza, nafasi ya kwanza, dakika ya kwanza anayoingia anaweza kufunga goli. Kwa yeye imekuwa ni faraja kubwa kwa sababu mara nyingi msaji ambaye anatoka kwenye injury anakuwa na struggle sana, lakini ameweza kuingia direct na kuweza kupata mafanikio. Imetupa faraja kama benchi la ufundi kwa kuweza kuongeza idadi ya wachezaji tena katika kikosi chetu cha timu. Asante sana. Tuko tayari? Eh, Morice chezo umetamatika, umefanikiwa kupata ushindi wa goli tatu kwa bila. Lakini kikubwa zaidi wewe ndio mchezaji bora wa mchezo. Tujalie mchezo ulikuwa vipi kwa u. Kwanza uh, kabisa kiujumla, kitimu mchezo ulikuwa mzuri. Ukiangalia hapo nyuma hatukuwa na matokeo mazuri, kwa hiyo mchezo huu tumerudi katika hali yetu. Kwa hiyo mchezo ulikuwa mzuri na unatusaidia zaidi na kuendelea kutusupport. Pia tunawashukuru kwa waliojitokeza leo kuja kutusupport, kwa maana hii ni timu yao man of the match kuna namna yote inaweza ikawa inakuongezea morali kwa sababu ni msimu wako wa kwanza ukiwa na Simba. Kwa inaongezea morali kwa asilimia kubwa, kwa sababu inazidi kulipa moyo wa kuendelea kupambana zaidi, kwa sababu naamini hapa sio mwisho, naamini na nafasi ya kuweza kupambana zaidi, kuperform zaidi ya nilivyoperform leo. Hey, Morice, eh, tunatamani kujua vyumbani e, mlikuwa mnazungumza nini kuhusiana na mchezaji mwenzenu kwa maana uh, Mohamed Bajabel, kwa sababu tumeona amefunga goli, benchi lote pamoja na wachezaji mliokuwa ndani wote mlimfata. Mlikuwa mnazungumza nini kuhusiana na yeye akiwa na mchezo wake wa kwanza leo? Mimi naamini Bajabel, kwanza ameweza kupitia katika kipindi kigumu kiangaza, tangia amefika, aliweza kucheza mchezo wote zaidi ya kule pre-season. Kwa hiyo leo hii kuja hapa na, kuperform na kufunga goli lile, lilikuwa goli la kuweza kumsaidia kuweza kujenga confidence na kufanya vizuri zaidi. Naamini ni mchezaji ambaye ana kiwango kikubwa na ataweza kuifanyia Simba makubwa na kuisaidia zaidi. Kwa hiyo kama vile unaona kabisa timu inaonyesha upendo na ni jambo kubwa kwamba timu nzima ina umoja, mwenzetu akifanya vizuri tunaweza kumsapoti kwa umoja, kwa hiyo pia yeye inaweza kumuongezea zaidi chachu ya kuendelea kupambana zaidi. Mechi inayofuata ni dhidi ya Azam FC. kwa goli tatu, tuambie, mchezo ulikuaje kwako kiufundi? Uh, wao, mimi naona game tulianza vizuri, lakini game imekuja kubadilika kwetu baada ya mchezaji wetu kuonyesha kadi nyekundu. Kwa hiyo ile game plan yetu ikawa tayari imesha, imesha, imesha haribika. Kwa hiyo sababu kubwa e, mchezaji wetu alivyofanya makosa kutoka, kusema kweli ilibadilisha game yote. Lakini e, yote kwa yote nawapongeza vijana wangu, kwa sababu wamecheza kwa muda mrefu sana wakiwa konusu. E, wamejitahidi kadri ya uwezo, lakini mchezo wa mpira ni mchezo wa makosa. Tulikuwa tunafanya makosa ya, ya mtu binafsi. Yani, ukiangalia ya magoli karibu yote tulikuwa kama tumewapa zawadi, kwa hiyo lakini mchezo wa mpira ndio uko hivyo, tumpoteza mechi tunajipanga kwa ajili ya mechi zinazokuja. Mwalimu wewe mwenyewe umekiri kwamba mlifanya makosa ya, ya, ya, ya wazi ya kuwazawadia Simba magoli. Kipindi cha kwanza mlifanya hayo makosa. Kaenda mapumziko, ulizungumza nini na wachezaji wako? Kwa sababu e, kipindi cha pili waliporudi, goli la tatu nao lilikuwa ni kosa kama ambalo lilitokea kipindi cha kwanza. Unajua uh, wachezaji uh, wanakuwa wanajisahau. Tuliwaambia kwa sababu Simba wanakuja wanatuplesia uh, kwetu kabisa kule, kwa hiyo tukipata mipira pale, tutoke kwa haraka kwenye eneo la, la kwetu. Lakini kwa bahati mbaya, uh, wanajisahau, wakawa wanacheza zile pasi back pass ambazo, uwanja uh, huu ni una nyasi nyingi, ukipiga pasi kama hujakaza mguu wako unakuta pasi iko fupi, kwa hiyo kama ilo goli la tatu, amerudisha back pass, mpira hauna nguvu, mtu kauwai ameenda kushikoa. Coach uh, sek... mambo vipi? Mambo yako poa kabisa. Mambo yanakuwaje poa chama tatu? Yeah, it's a football. Football, kwa sababu mpira wa miguu na matokeo matatu na tumefanya makosa, wenzetu wametuadhibu. Kwa hiyo uh, tumepokea hii kama changamoto ama kazi, kwayo, uh, kwa awa, kwa yote, chumo... aa kuifanyia kazi kwenye picha mazoezi. Kwa hiyo hakuna kingine zaidi ya kusema football. Lakini mlijinasibu mwanzoni? Ah, kila timu ambayo inashiriki ligi kuu ya soka bara lengo lake la kwanza ni kuchukua ubingwa wa ligi kuu. Kwa hiyo unapochukua ubingwa wa ligi kuu, tafsiri yake lazima ushinde mechi uh, tumejipanga kushinda mechi, lakini tumefanya makosa. Kama ulivyo, mpira wa miguu ni mchezo wa makosa. Tumefanya makosa, wenzetu wametumia makosa yetu, wametuadhibu, wamepata pointi tatu. Uh, kinachofata sasa kwa Mbeya City. Yeah, uh, Mbeya City kwa sasa tutakwenda kupata mapumziko uh, ya takriban siku kumi. Uh, mara baada ya hapo tutarejea kambini tena kujiwinda na michezo mingine ya ligi kuu ya soka Tanzania bara. Uh, tayari kabisa kuendelea kupeperusha bendera yetu vyema. Umetuambia hapa uh, kila timu inayoshiriki ligi kuu kuu, lengo lake ni kuchukua ubingwa. Ndio, hii ni moja ya ndoto ya Mbeya City kwa msimu huu? Ya, uh, tulikuwa tumecheza championship kwa takriban miaka miwili uh, mara baada ya kurejea, tangu mwanzo wa msimu tulisema kwamba tunakuja kwenye ligi kuu uh, tuko na mpango mkakati wa miaka mitatu uh, mwaka wa kwanza ndio huu ambapo mpango wetu mkakati, mkakati kisha kwamba tunakuwa kwenye top 6. Kama unavyojua, unapokuwa na nafasi ya sita unakuwa na nafasi nzuri ya kuweza kufanya mazungumzo na watu kwenye uwekezaji na vitu kama hivyo. Kwa hiyo uh, nia yetu uh, bado iko pale pale na mapambano yanaendelea Mchezo na Yanga no. Africans eh, mkapata sare, eh, mkapata sare, sare of course. Na leo mmefungwa na Simba. Kwa kwako umeona hizi mechi mbili ipi ipi ilimipa kashikasha ama ipi ilipa ugumu sana, echi mechi mechi dume, unaona kabisa ilikuwa ipi hata wewe, kwa sababu mpira wa miguu ni transfer this game, mchezo wa wazi kwa ulikuwa unaona kabisa mechi ipi kwa ngumu. Uh, timu ya Jabahati imefanikiwa kupata ushindi leo, lakini mechi ngumu ilikuwa ya kule uh, Mbeya dhidi ya Yanga mm. Mesema malengo ni kusalia kwenye top six lakini kwa mwenendo ambao uko nao sasa hivi Mbeya City uh, unaona mnaweza mkafikia, kwa sababu ni michezo takriban minne sasa mfululizo. Mwenendo huo nanifananisha na nani? Ah, wewe unanifananisha na nani mwenendo huo? Wewe sumesema, unataka kuwepo top 6? Yes, ananiambia mwenendo huu yeye yeah, kama uelewi anamuuliza nanifananisha na nani? Mimi nataka top 6, nitaipata top 6. mm. Mwenendo huu akusuasua uh, even uh, kinyonga anaweza kana taratibu, lakini safari yake kafika. Utafika ukiwa umechoka, malengo ni nini? Kumbe unaambia nitafika nikiwa nimechoka, safari itafia njiani. Nasema hivi nitafika top 6, malengo nitayatimiza. Tunakwenda kwenye picha mazoezi, mara baada ya mapumziko tutafanya marekebisho na maboresho kwenye kikosi chetu, na kama unavyojua sasa hivi tuko kwenye mchakato wa kumpata mwalimu mpya. Uh, muda sio mrefu tutamtangaza mwalimu wetu ambaye atakuja kuna kikosi chetu cha Mbeya City. Historia historia yenu na mechi na Yanga zinakuwa ni nzuri sana kuliko mechi za Simba, pengine hapa unaweza kutufafanulia kiufupi zaidi, kwa sababu mechi za Simba zinakuwa ni kama mnapoteza nyingi kuliko za Yanga FC ukiangalia historia ya Mbeya City na Yanga namba ya sita na, na Simba sisi Simba tumemfunga mara nyingi Yanga tumemfunga mara moja tu Simba tumefunga nje ndani, Simba tumemfunga away. Umeona? Yanga tumemfunga mara moja tu nyumbani, kwa hiyo sijui michezo ya mwisho ni kama ina, ina mihukumu kwa upande wenu. Ninapokutana na Simba. Sija sijaelewa maana ya swali lako. Yaani mmefungwa michezo ya mwisho mara nyingi sana na Simba kuliko nani? Kuliko uh, Simba kamefunga nyingi mara nyingi sana maana nikakuuliza hilo swali ndio maana nasemaje ukiniambia mm, Yanga sawa na rekodi ya kumfunga mara moja tu, lakini Simba nimemfunga mara nyingi, tena nimepiga nje na ndani. Wakati mnashuka mna, mna e, kutoka kwenye ligi kuu kwenda championship, e, mechi zote mbili e, na Simba zilikuwa shughuli, lakini mechi ya mwisho uh, ya Yanga mlitoa sare ya tatu, tatu, na mmerejea mnaanza, mmeanza ligi na sare ya Yanga mmeanza ligi kwa kupoteza dhidi ya uh, kwenye goli, goli tatu dhidi ya Simba. Mi nawe tutakutana mara baada ya ligi kuisha, wakati Simba amekuja sokoni kwa sababu mi na Simba sijamalizana naye. Asante sana.